Yaani, maisha imekuwa magumu kama tayari la tekta. Halafu tayari lenyewe la tekta lile la nyuma lile, maanake lina kashata ndefu kama mwindi, yaani kusema kwamba hata uweze kumung'unya haimung'unyiki. Kumekucha, kumekucha, tunaishije? Mtu unakopa kwenye maduka huko, unaogopa kupita nyumba yako, yenyewe inakuwa ya moto kila kona. Maana hiyo wanasemaga, nimekubamba, sijakubamba. Sasa huyu moja leo nione uongo wake. Nani tena unasema eti atakuwa na nani? Kumekucha, kumekucha. Nani? Halo, kwenye laini, naitwa Tino Tipirika pipi takupita pipi kutafuta pesa sterling wa kiindego vinda kaka Luzende kama ile katoro jadu jadu police clay wa mwisho kufunga mlango wa kwanza kufungua mlango, unaweza kuniita fuku la lambo taka taka zote na beba kasoro jinga la moto tuli tatoboa mfuko mwenzangu, nani. Kwa hiyo wewe nikikupigia kwenye simu yangu upokee, ila namba ngeni unapokea, alafu unakuwa na maelezo kibao, yani, sasa kwa taarifa yako, hii ni namba yangu mpya. Sasa hiyo namba yako mpya unanilingishia au unataka ninunue ni Jielekeze, jiintroduce yourself who you are ili tuweze kuzungumza kitu kinachotakikana. Nani wewe? Aa, mimi ni mnyepe yeah. yeah. <laughs> <Anani? laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nachotaka ni pesa yangu leo leo, maana umekuwa ni mtu wa kunikopa kwepa na kunizungusha kwa muda mrefu sana. Sasa, ndugu yangu, una namba mpya, lakini hata hivyo hauna taarifa yote iliyotokea. taarifa gani zaidi ya ile ambayo unakudai pesa yangu? Ah, najua ndio kama naendai, lakini mwanzo kwambia nimetravel, niko msibani mbali kidogo. Haya, <coughs> msiba uko wapi, huo msiba? huku upo ambapo kama unasafiri unapita Morogoro unapita Dodoma, unakuja unapita Singida, unakuja unapita Kahama, hiyo ndio Shinyanga, tuseme unakuja unaingia hii Mwanza, unapita Bunda, unakuja unakutana na kibao kimeandikwa, sasa unaingia mkoa wa Mara, Talime huko kuna sehemu inaitwa Nyamongo, kwa wachimba madini, ndio kwenye huo msiba huko. Mbali. Faa wei. Umefiwa na nani? <laughs> Kashaja. Uh, msiba bwana, ni wa mtoto wa mjomba wangu. Yeye alikuwa anafanya kazi katika haya mambo ya kuchimba chimba madini huko, mtu wa kuzama zama migodini huko kutoka. Sasa unajua masuala ya tamaa tamaa, akaiba dhahabu moja sijui almasi ameimeza. Sasa ile almasi ikashindwa sehemu ya kutokea, kwa hiyo akawa anakosa pumzi, mwisho wa siku akafariki dunia. Lakini alikuwa anajipambania tu katika masuala ya utajiri. Kijana wa watu aisee, yani anko pole. Ah, ah, sana bwana, asante sana lakini hata hivyo hiyo pesa unayonidai ndo nimeitumia kwa ajili ya nauli huku, kwa sababu kutoka Dar es Salaam mpaka kufika huku Nyang'ombo mgumu ndani ndani ndichi kabisa talime ni shilingi laki nne kwa ajili ya safari ya kwenda na kurudi, na njiani kwenye kulakula hivi na masuala ya manjumati madikodiko mapokopoko manjari njiani nini, ukisimama Chalinze, ukisimama Mwanza, sijui mgumu Bunda, nilikuwa natumia tumia hivyo, umeona? Sasa hapo nimetumia la nyingi zaidi hata hiyo ambayo unanidai wewe, kwa sababu unanidai laki mbili na nusu. Ila nikwambie kitu kimoja. Huyu dogo kama angefanikiwa basi ningekulipa mara mbili kwa sababu tulikuwa tuna confirm. Kwa hiyo wewe mimi naomba univumilie tu. Hapa naweza nikarudi kama baada ya wiki moja, mbili hivi, tatu au mwezi au miezi miwili naweza nikawa niko Dar es Salaam tufanye miezi sita. <laughs> Kwa hiyo mnazikalini labda ili na mimi nijumuike kwenye hayo mazishi. Ah. Sisi hapa ndo tuko msibani ndo tunazika. Yaani, hapa ninapokuambia mwana ndani yule pale watu wamezunguka zunguka hapa. Sasa sasa wewe ukisema utoke huko mpaka uje huku huwezi kufanikiwa. Na huku nilipo vile vile network hamna. Ya yaani hapa msibani ndo kuna network. Kuna network. Sijui so, dini alolimeza huyu mjomba ndo kama lina linaingiliana na network. Nikiondoka hapa nikirudi huko sipatikani kabisa, kwa sababu hata wa hii line yenyewe vile vile nimejaribu kuiswap swap tu huku yani ndio utakuwa unipate, utaona kama nakufanyia makusudi, lakini sio makusudi. Tupo wote hapa makaburini. Sasa tuzike au tulipane? Kumekucha, kumekucha jamani! <laughs> <Anani>. ah. <laughs> Ah, wangu wa kwenye simu nimeumbuka ay, ah, tupo makaburini hapa, maiti, tuna mila zetu sisa, natakiwa kuzikwa na mtu mmoja alafu mgeni katika ili eneo aingie makaburini kuzika.